Stichi, watu wengi imekuwa ni changamoto. Naomba angalia hii video. Baada ya kukata mstari wako upande wa chini, kata nywele yako kama hivi. Alafu igawe mara tatu: moja, mbili, tatu. Alafu tutasuka kama ambavyo tunaanza kusuka kibutu either ni cha knotless kawaida. Kwenye kuongezea rasa, tuongezea upande wa chini kama hivi. Utaibana na kidole gumba na kidole cha shahada. Alafu kwenye upande wa kuongezea nywele ya mteja wako chota na kitu chenye ncha kama ambavyo mimi nimetumia kitana. Kisha suka mara ya kwanza, mara ya pili. Alafu turudi tena kwenye kuongezea rasta. Utaibana hivi. Naomba nikwambie kwamba usiongeze nywele ya mteja kabla haujaongezea rasta. Kata mstari ambao umenyooka kama hivi. Sawa, hakikisha upande wa katikati nywele yako unaibana na kidole cha shahada na kidole gumba. Hii itakusaidia sana . Upande wa gel nimetumia Soft and Free, lakini hakikisha unapaka product ambayo ni kidogo tu kama hivi. Sasa, paka hivi kidogo tu, alafu kata tena nywele ya mteja wako Sawa, hivi, suka mara ya kwanza mara ya pili ya upande wa kulia ilete kushoto, ya kushoto ipeleke kulia, ukiwa umebana nywele upande wa katikati. Ongezea rasta ibane kama hivi alafu kata nywele ya mteja hivi, ibane, alafu isuke. Namba ni kuambia, jina langu ni Farida Othman. Una uwezo wa kujifunza zaidi kupitia YouTube channel yetu. Ingia YouTube, tafuta Farida Othman, hakikisha una subscribe channel yetu. Baada ya hapo, njoo na screenshot kwenye WhatsApp, tutakuunga kwenye magrupu yetu bure kabisa. Kwa wale ambao mnahitaji mafunzo ya live, karibuni sana chuo chetu kipo Dar es Salaam, Tegeta nyuki. Mafunzo na huduma zetu sisi ni za uhakika, karibuni sana Ukitumia njia hii ambayo nimekuelekeza ni, ni simple na ni rahisi, itakusaidia hasa kwenye kujua stichi, upo uongezaji wa rasta tofauti tofauti. Nitaendelea kuelekeza hapa, alafu wewe utaangalia urahisi wako ni upi. Sawa sawa, karibuni sana tunapokea. Mwanafunzi ambaye hajui kabisa, aidha una idea, kuanzia darasa la saba kuendelea. Karibuni sana. Hii ni final touch ambayo unaiona, msaji wetu amependeza sana. Na karibuni, asante. Naendelea kujifunza nasi, bye bye.